Mama ametusaidia ametupambania, tumepata mikopo halmashauri, tumeweza kupata mabajaji mpaka sasa hivi tumebiliki nyumba, umeona na wenzangu pia nao umechukua nyumba, umepata nyumba, umepata bajaji na wao pia, na vijana wengine umepata pikipiki. Kwa kweli mama tunamshukuru, nashukuru sana kupitia mkopo wa halmashauri kwa kuwezesha kupitia kwa mama Samia. Kwa hiyo imeweza kuniwezesha mpaka sasa, kijana, nimeweza kumiliki bajaji yangu hii hapa. Pia mama, pia kwa kuunga mikono na kuweza kuzisisitiza sana vijana kuweza kutuinua, tunaomba zaidi atuweze kutuwezesha zaidi, tutoke kwenye bajaji basi, tuhamie hata sehemu nyingine zaidi, tupate hata gari hicho eh, nilichokiomba kwa mama kwa awamu ijawa atuweze kujalia. Namwombea sana mamangu, amjalie Mungu na atuwezeshe kuwa na vijana sisi, namwahidi mama utampigia kura hivi mimi pamoja na vijana wenzangu wote, kwa miaka mitano mingine aendelee. Mama yuko kazini.